Licha mwanadada Zuchu kuto kuhudhuria kwenye show ambayo Diamond Platnumz ameenda kuperform kwenye stage tatu za huko eh, Uingereza ni kwamba mwanadada Zuchu pamoja na Diamond Platnumz mahusiano yao yanaonekana kabisa kwamba sasa hivi yapo kwenye level ambayo itakuwa ni ngumu sana ebana baadhi ya watu kuweza kuwateteresha. Sasa mwanadada Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kupost video fupi, ambayo video hiyo imeonekana yupo kwenye zile picha za indoor akiwa anafanya photoshoot. Sasa kupitia video hiyo ambayo ameweza kuipakia video flani hivi ambao ni video ni fupi, lakini ikiwa jina la ambao ambao Diamond Platnumz ameweza kuandika, ulikuwa unasomeka hivi. Wangu mimi, halali yangu, kata mkangu, akaweka emoji fulani hivi za makopa kopa. Then baadaye mwanadada Zuchu amekuja ku reply na kuweza kumtag pale Diamond Platnumz na kuweka emoji fulani hivi za makopa kopa. So wapo watu wengi sana ambao wao wameweza kutoa comment zao, hata pia Haji Manara ameweza kuandika, eh, ujumbe ambao unasomeka shame, akaweka emoji fulani hivi za moto moto. Wapo watu wengi sana ambao wao wameweza ku, eh, comment lakini pia wengi wakiendelea kupongeza eh, kwa kile kitu ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii baina ya mahusiano ya Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu, ambapo siku za hapo nyuma kidogo watu walikuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya eh, mwanadada Zuchu eh, bana kuweza kubadilisha utambulisho wake wa kutoka WCB, na akaonekana kwamba kwenye ukurasa wake wa Instagram pale alitoa utambulisho kwamba hayupo chini ya record label ya WCB, then baadaye akaja kuongeza kwamba ni Mrs. Nasib na yote hii ilibuka mara baada ya e, Diamond Platnumz kuweza kutangaza kwamba way back kidogo alishawahi kufunga ndoa pamoja na mwanadada Zuchu. So mahusiano yao yanaonekana kabisa kwamba hawa ni wanandoa ambao walishawahi kufunga ndoa na mahusiano yao yanaonekana kabisa kwamba ni mapenzi shata shata. Na mara ya mwisho kipindi ambacho Diamond Platnumz anatoka Bongo na kuelekea moja kwa moja Uingereza kwa ajili ya performance ya show e, zake tatu ambazo alizitangaza na show yake ya kwanza kabisa kuifanya katika Royal Albert Hall, jiji la London, ambapo timu nzima ya WCB iliweza kuwasili, lakini pia Manchester Academy, ukumbi ambao uliweza kubeba watu 2600 aliweza kupanda. Lakini pia mwishoni kabisa ameweza kumaliza hapo jana katika show ambayo ameweza kuifanya eh, Scotland. So kwa upande wa Diamond Platnumz aliweza kusafiri na familia yake yote kwa ujumla, lakini pia mwanadada Zuchu yeye hakuweza kusafiri, baadhi ya wadau wengi sana wa burudani wakiwa wanaamini kabisa labda kwa kutokwa kuolewana baina ya mamake Diamond Platnumz pamoja na Zuchu alionekana kwamba ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kutengeneza mazingira ya Diamond Platnumz kuweza kuandika e bana taraka baada ya ndoa ya siri ambao waliweza kuifanya baina ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu siku za nyuma. Mmoja kati ya watu ambao ni wana mitandao ambao ni Mange Kimambi alichoweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba Mama Dangote aliweza kuchukizwa na ndoa ya siri ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu kwa hiyo wanaonekana kama vile Mama Dangote Dangote ambaye ni mamake na Damo Platinum pamoja na Zuchu wanaonekana kama eh, wako na misunderstanding baina yao hawa watu wawili, lakini ameonekana Damo Platinum kuendelea kuonekana, eh, kuonekana kwamba eh, mahusiano yake pamoja na mwanadada Zuchu eh, bana yapo on top kabisa, na amekuwa akiendelea ku comment eh, bana comment za mahaba kupitia post za picha tofauti za mwanadada Zuchu ambazo amekuwa akizipost kwenye mitandao ya kijamii eh, bana katika siku hizi za karibuni. Tupe mtazamo wako kwenye uwanja eh, comment hapo, usiche ku subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.